Si tunaenda Zanzibar yeah. na mimi nimo kwenye safari ya maji tubwa tubwa tubwa nenda kuchukua pointi tatu eh. na magoli magori ya nne <tipu> ah hawataki sasa kunipo wanachama sasa, kama hawataki usiwalazimishi, lakini mimi ya... na e, na ba, hmm. mimi naipenda wale walijichanganya tu kati, bahati mbaya ile mimi watu walinizomea, wakaniambia yule limefungwa oh, nikamwambia, bad luck, mimi napiga makofi, lakini sio wazuri kuwazidi wa Simba. Uh, uh, babu kuna watu Simba Enayi. watu walimkataa mkwala mkwala ndio katuvusha katupeleka fina, nani robo fainali. Hata ukiwa kiongozi wa dini kuna sehemu unaenda ku fresh mind hmm. eh? Unajua ku fresh mind sio, mnaita wenyewe kutanguliwa <tongulua> si kawaida yani. Unajua ngoja nikwambie, yani wale mabeki walisha relax, wakajua sisi kazi hatuna hapa Eh, Kalabwa e, anakuambia kazi sina. Mm -hmm. Mpira wote upo juu. Mm -hmm. Yaani sawa sawa walivyopelekewa moto Azamu na Yanga. Ndio hayo watoto tulivyowapelekea wa moto afu uje useme Simba Mbovu. Mm -hmm. Simba Mbovu ile. Ah. Yaani yule kakutana nao mwanangu afu kaingia nao moja kwa moja kwenye nyavu na yeye mwenyewe. Mm Hata -hmm. mimi nikajiuliza na yeye mpira mpaka kaingia kwenye nyavu. Ah! Yaani maana yule alikuwa kawapania kweli Azamu akasema hawa mimi yao. Mm hawa -hmm. hawa hawa. Mimi niliwahi kuambia nikawaambia hivi. Mm -hmm. Huyu mnee mkataa huyu huyu ndo atakaye kuja kutuvusha huyu, Joshua mtare huyu huyu ndo mchezaji ambaye atakaye kuja kutuletea mafanikio, na kweli tunaingia fainali. Mimi niko bushi, natoka bushi, naletwa na treni kachang, kabang, kichang, kabang, kachang, kabang. Kuchang, kabang bushi huko polini, yaani hizo biti hizo zinapigwa na magurudumu ya reli ya, ya treni kabang, kichang, kabang, tunazungumza michezo kama ilivyo ada. Mimi naitwa Wazidi Tambiko, nyuma kamera director Runde. hii ni Chapesa Media. Tumemfuata mzee Saidi Shabiki, ni mwanachama kinda kindaki wa Simba Sports Club. mimi mimi mimi mimi naitwa Wazidi Tambiko. mzee mzee Saidi Saidi, kwanza kwema? Alhamdulillah, namshukuru Mwenyezi Mungu. Bwana shabiki shabiki tu, sio kadi kadi wale hata. Ah, kunipa nifanyeje sana. mm. eh hey, mm. ambaye naipenda Simba kwa moyo mmoja. mm. eh hey, ikifungwa mimi naumia. Ah, Mi nguwe lisha ndondoka babu. Ha? Ah. We bwana mdogo vipi? Mi nguwe lisha ndondoka. Hiyo mechi na Waarabu. Isa Simba. Sasa mke wangu ananiambia kuna watoto hapa. Afu mwishe anasema Baba, taule itadondoka hiyo, mwanangu mdogo anaitwa mwishe hapo Apo na paparika kama ma, Kama. Bisi ziko kwenye. Kwenye, kwenye kikaango zina kango. Hey, Simba ndo wana utafuta mpira balaa. Mi naipenda Simba babu usisikie. Achana na maneno ya watu wa ajabu ajabu wanakwambia yule mamluki. Mm. Mi naipenda Simba na nitaisemea Simba mpaka naingia kabulini. Labda msiniletee vitonge. Nisipa, nisipa. Ah, hawataki sasa kunipo wanachama. Sasa kama wataki, usiwalazimishe, lakini mi naipenda Simba. Nimeanza kuipenda Simba niko polini. Sijaingia hata mjini. Kwa wewe unatafuta na Simba mwanzo. Eh, mi nimeanza kuingia mjini naipenda Simba. Mm. Eh, panga pangua. Kombe, la, kombe lile la, la, la, la, la hili ambalo tunalocheza sasa hivi tunaingia fainali. Mimi niko bushi, natoka bushi, naletwa na, na treni kac bushi huko polini. Yani hizo biti hizo zinapigwa na magurudumu ya reli ya, ya treni hapo na waida nawaida, salamu kuja kuiangalia Simba. Mimi utaniambia nini bwana wewe? Mimi naipenda Simba. Lete maneno mdogo wangu mashabiki, a, a, a, a, wanajijua wenyewe, mimi simsemei mtu, mimi nitaisemea Simba mpaka nitaingia kabulini. Simba damu, Simba damu. Yani mpaka nitaingia kaburini, wasi umeona juzi mwenyewe vitu vilivyokuwa vinatembea, watu wamedinda, wamemtoa wamewatoa wapaga, wapagazi wao hmm. wapagazi nawajua kama wamewatoa wapagazi wale Mbeya City umewatoa wapagazi Azamu, si ndio? wapa gazi. Kwani Azamu timu ya nani? Ile timu imeanzishwa na makuli, ndio maana wanakuambia wapagazi. Eh, sasa ile timu imeanzishwa na wenyewe makuli. mm. Tena ukikaa nao hapo, anakwambia bwana, timu yetu ile ambia amesha nyang'anywa na wenyewe, sasa hivi naitwa Azam, sio wapa gazi tena ile pale, enzi hizo Era, ah, ina kila kitu ndo wanashangaa wanaenda kutolewa na Mbeya City mlango wewe, sasa juzi kilichowakuta Mbeya City kila wakizima watu wamepita nao. <laughs> Fernando Sumazambo anageuka tu, ah, wao waachana na hiyo habari, Fernando Sumazambo kila kizima akiondoka ile kule. Mm. Kila kipokea kitupa pale ile kule, akiisogeza akiistupa kule ile pale, sasa unataka nini tena? Watu wamechukua ngapi? Malizia, eh, chuma tatu safi sio kuwa na kelele. Kutanguliwa, mzee sasa hivi, ah, <laughs> kutanguliwa si kawaida yaani unajua, ngoja nikwambie, yaani wale mabeki walisha relax, wakajua sisi kazi hatuna ya yatuna e, karibu anakwambia kazi sina. mm. Mpira wote upo juu sawa. mm. yaani sawasawa walivyopelekewa moto Azamu na Yanga ndio. mm. hayo watoto tulivyowapelekea wa moto halafu uje useme Simba mbovu. mm. Simba mbovu ile. mm. tatafutana kweli wamepelekewa moto wale, usikapigwa mpira mrefu. mm. wale walijichanganya tukati ya Namza eh, Namza basi bahati mbaya ile mi watu walinizomea, wakanipea wewe oh, leo limefungwa. Nikamwambia bad luck, mimi napiga makofi mm. Nimekaa na kaa mnasia watu wa Yanga, mimi nilipiga makofi tu. He? Kwa nini ulichukua dakika ngapi? Watu wameitupa what? Wameipeleka chap, wameisogeza kule kap. Mali singoma. Ah. Kama hataki imepigwa cross na nani? Wewe mjui. Wewe mjui. Ngoma kaenda nao kama hataki alafu amemwacha free. Wachezaji wenye akili kaenda juu, kaning'inia kaka sekunde kama mbili hivi, yani kaning'inia, alafu anaiweka kama golikipa, anagushi imeenda hiyo. Golikipa utaumia, tulia. Tumeleta kati, tumepiga, tukatupia la pili, tumeleta, tumetupia la tatu. Shida iko wapi leo? Zamu ya jamaa zako. Aaa, utajua mwenyewe. Unataka niseme vile vile, Yanga Afrika au leo ndo wanakiweka, lakini wanapita na hili kombe. Tunakutana nao mi usiku na mchana, Shemaloni anacheka tu pale, anageuka anaangalia vijana wanavyofanya kazi. Ulimuona? Nimemuona. Eh, anacheka tu pale uwanjani, ashida iko wapi? hamna shida. mimi usiku na mchana namtaka, hata iweje, na muhitaji mimi, sijamkimbia unamkimbiaje? Yanga Yanga, anakimbiwa Yanga, mi nimekimbia mi ndio mwenye mpira, mwenye mpira TFF au mwenye mpira ni bodi ya ligi ndiye aliyeilisha mechi, mimi sikuilisha mechi Pakome, eh, eh, bwana lile goli mwanangu kalitafuta eh. Kakimbia. Eh, yule hivi babu, babu, azeeki yule atakuja yule, kututoa maini yule takuja... ah, yaani yule kakutana nao mwanangu, afu kaingia nao moja kwa moja kwenye nyavu, naye mwenyewe hata mimi nikajiuliza, naye mpira mpaka kaingia kwenye nyavu yule kawapania kweli, mm. mm. anaka... ah! mm. amakaaaknewaa Afu alivyoingia kaingia nao kwenye nyavu. Afu limetoka pale na kunguta miguu kasema zima lile. <laughs> Akamingo akaenda kuamua kuliburuti liambali. Lakini kama asingeliburuta lile walikuwa wanaadhirika Azamu vibaya. Mi sikufichi, walikuwa wanaadhirika vibaya kwa sababu Azamu katikati walipotea. Sasa kulikuwa kuna mtu duka ya buya. Nani kwanza, sio duka ya buye, achana na duka ya buye. Kocha mwenyewe Anachukua maji tu anapiga gabu gabu gabu, gabu. Sasa utamalizia mwenyewe, mimi nimekwambia kocha, umewataja mwenyewe. Mimi si mjue. Hmm. Eh, hey, watakuja kukuuliza na shili tausi kwa nini ulimtaja kule. Mimi nimesema kocha pale, pana makocha wengi pana kocha, kocha wa viungo pana kocha msaidizi. Hmm. Lakini kocha kachukua maji cup ya kwanza, cup <laughs> ya pili, cup. <laughs> Yanga wanakuja kama hawataki. Ndogo hmm. Fake kashachoka kasharua. Ah, wewe sio umepigana wale. Fake atoka kaenda kumnongoneza kocha msaidizi. Tutolee Abdu Sopu kachoka. Wao wanafanya mchezo na ile shule alikuwa anapewa pale uwanjani. Hmm. Toto wanakuja kama wana akili. Dakika kumi na moja zote zimeishia pale kwao, mpaka wanapata goli. Mapema, Mapema tu. Wanamaliza wanaenda kwanza jingine. Dube Dube. Dube sikawafunga goli la klosi. Ah, <laughs> mnaita nini kavu? <laughs> Kavu ya shavu. Ka! Kalipeleka. Hilo aliwahi kutufunga sisi taifa pale kama unakumbuka golikipa Ishmanula. Hmm. Ndio Alikevu alikunja utafikiri kama samaki anakunjwa. Mm, ndio nataka nikwambie kitu kimoja, mm. Na lile goli alivyofunga, mm. lilidumu vile vile, yeah, halikuongezeka tena goli lingine, mm. sisi tukawa tumefungwa goli moja. Kwa hiyo Dube, mimi ndio nilisema wachezaji wote walioko Yanga ni wazuri, mm. ila tatizo tu wanalijua wao lakini sio wazuri kuwazidiwa Simba, yeah. Uh, uh, babu kuna watu Simba nani? Watu walimkataa mkwala mkwala, ndio katuvusha katupeleka nani robo fainali eh, Zanzibar. Kwani wewe unafikiri msemaji wa Simba alikosea refu kuliko wote? Yani likifika tu wa limemaliza wa. Na kweli ndio lilivyofanya bana mediari mm. ana akili yule mtoto yule mm. Sasa alisema, yani anatoa maelezo anasema wa limerudi na kweli, ndivyo lilivyofanywa lilivyofanya wali karudi. Alafu ngoma ndo anaenda kumshika mkono twende, alafu mtangazaji Baraka Mpenje anasema watu wanataka waone sarakasi, hebu nipe kama namsikia. Akampa ya kwanza wop, ya pili wop, Afrika simama na ndevu zake zile kaa sharubu ya Simba. Wewe tamtafuta sana na bao wewe, useme tena na, na, na, na, ah, na wataalamu na Vulcano, Shekhe Vulcano ndio ile ile, mm. Umenielewa mm. wewe angalia kama tunacheza mechi ya juzi, mm. Vulcano hayupo mm. nani tena mwingine aliingia? Twende tusaidiane pale mbele, safu ya mbele ya Simba aliyateba ehe, na nani? Chamuka Karabu alikuwa safu ya ulinzi kule nyuma. Ehe, na nani mwingine? na Ari... Hamza na nani mwingine? Kagoma -ka -ka alicheza, alicheza. Hizo ndio mashine zenyewe za Simba, unatakiwa uzitaje. tarantini ya kucheza, si tunaenda Zanzibar na mi nimo kwenye safari ya maji tubwatubwatubwa, naenda kuchukua pointi tatu na magoli yanne. Saa nisiende nakaa na subiri nini? Mi mtu wa watu bwana, mi lazima niende kila sehemu, lazima niende mimi. Ubaya ubwela uvuki maji, kwani Azam walifanywa nini kule? Ubaya ubwela huo huo na nakwambia, wale watoto mtawaonea huluma wale koi wale, sijui na nani wale, Stele Bruchi wale, Stele nani? Stele Bruchi eh, kazi hiyo <laughs> <laughs> hiyo kazi. Ah <laughs> ah, hiyo kazi taaribu, ebu majira mengine haya, mwe mmekula kwanza. Yaani ukiwa umekula <laughs> ndio ndo jina lakini, <laughs> kama una njaa uwezi Stele Bruchi. Sasa mimi na wapi na wapi? Mm-hmm. Siwezi kulitaja tutaenda kuutaka nao kule wewe, Kame, wewe hata wakabe kama simba sisi mm, siku si, hiyo tutageuka tutakuwa kama nyati ukichoka, eh, tunasaidiana mm. Yani simba mmoja nyati wako kundi mm. Eh, lakini wanakimbia afu wanarudi wanarudi. Nini kilichotukimbiza pale? Ndio simba sasa eh, Simba Sports ukikoroposha, tunarudi Mdawo Jeshua Mutare e. ah, sio, amewaka Mutare, gari lishawaka, kaka mm. mara ya kwanza kabisa, mechi ya kwanza tunacheza Simba inatengenezwa Simba hii, niliopiga kelele mechi ya kwanza tulicheza na Mdumani mm. wale Mdumani wale wako na kina Sejipoku, umenelewa, ambao ndo wanaangaika sasa hivi. hey, mpira balaa kweli, Sejipoku wakuchezea Singida. <laughs> Hey, hey, hey, sio mimi mi, niliwahi kuwambia nikawambia hivi, huyu mnae mkataa huyu, huyu ndo atake kuja kutuvusha huyu, Joshua mtale huyu, huyu ndo mchezaji ambaye atakae kuja kutuletea mafanikio. Na kweli, SGR sio yeye, mm. SGR yule m, kile kifupi kile, kinani kile, kinaitwa kile, kinakimbia kama pikipiki piki. mm-hmm. si ndo akakiita SGR mm. Mzee mzima lakini ni kweli kama anavyosema bro, watu wa Simba tulishaanza kumkataa Mtale. Striker gani? Striker linakosa magoli sijui na nini, shida na yenyewe inakuja matatizo, midomo inasumbua kwa wachezaji. Si yule pale Mtale hatari? Sio hatari? Ndio anaibeba timu. Mimi ndio maana nilisema lile ni nini, unajua etet, alafu yule mtoto mwingine nilimta lista pita sasa sasa hivi mikanda inadondoka, dondoka lakini atakaa sawa ujui. <laughs> watakuchaka wenzio taite, mashine moja hiyo sasa hivi mm, haipo yani, ukiitaka lazima uende maktaba Morogoro, ndio ndo utaipata. Mamposa, unaendelea Mzee Saidi, nusu finali ya Federation Cup, nusu finali kombe la shirikisho. Kwani kwani kwani yule baba alikuja. Alituma ah, sasa hiye si mpenzi wa mpira yule, ngoja nikwambie hata ukiwa kiongozi wa serikali kuna sehemu zako naweza kwenda kupumzika. Hata ukiwa kiongozi wa dini kuna sehemu unaenda kufresh mind eh? Unajua kufresh mind si mnaita wenyewe. Unaenda kujiburudisha. Kwa hiyo, yeye kachunga sana kondoo wa Bwana. Kawafukuza kondoo wa Bwana. Alivyoona wameingia kanisani akaona sasa hivi wameshakaa wametulia. Ngoja na mimi nikapoteza kidogo mawazo ndio akaja kuangalia football. Hata wewe fikiria yule unampata wapi kama sio Simba Sports. Yule unamtafuta kote umpate, unaenda kumpata Simba Sports kule. E, kaja kutuliza akili yake pale, anaangalia football au anaangalia mpira kwa Kiswahili cha kisasa. Ile Young Africans wanaumia Mzee Saidi. Ni wanaumia na nini Afrika, e, kawaida yao e. Hata ile juzi tumewafunga Waarabu wameumia. Wame uh, unajua jamaa zangu wale. Eh, mm. E, ndugu zetu wale uwezi kuwakataa. Mm. Yaani nakwambia kwa Tanzania hii uwezi kuikataa Yanga. Unaikataaje Yanga? Yanga ni timu team, kama timu zingine zilizoko Tanzania. Wewe eh, ya eh, ukiikataa Yanga mchawi, ukiikataa ah, mm. Yanga mchawi ina shida gani mchawi? Wewe ukimkataa mwenzio wewe una matatizo, umenielewa? Yaani ukiikataa Yanga una matatizo. Yanga ni timu mojawapo Tanzania mm. na hizi timu zimeanzishwa huko nyuma na wazee wetu, waasisi wa vyama vyetu, waasisi wa nchi yetu mm. sawa mm. wewe unakuja kuikataaje Zamani zilikuwa timu mbili tu kubwa na zilikuwa zina majina yake, zikaja zikabadilishwa na marehemu Karume. Kama we ujui, ndio viongozi walioziasisi. Kama tungekuwa hazielewani tangu huko tulikokuwa, sahizi zingekuwepo. Sio, ngezifutilia mbali. Lakini zimekuwepo kwa sababu watu waliziwekea maandalizi safi ya kuwa kwamba wewe Simba mimi Yanga. Umeona? tunapendana tunaendeleza Utanzania wetu. Umenelewa. Sasa hizi tunataka tuje tukatae Utanzania wetu ne vipi nyinyi? Mimi siwezi kuwakataa Yanga, siwezi siwezi, yani siwezi, naipenda Simba lakini Yanga siwezi kuwakataa. Kwa namna ya soka la Mwalimu Hamdi, kocha wa Yanga Afrika, eh, anajua. Kina eh, an, anajua kufundisha, anajua kufundisha. Huwezi Mm -hmm. kumkataa mtu mwenye taaluma ya mpira huwezi kuikataa, na ndio maana nakwambiaje, kocha wa Simba na taaluma ya mpira anaenda na wageuza wachezaji taratibu najenga timu sio uongo. Tunaona akamjenga huyo hapo tuliokuwa wanamkataa, hmm. eh? yule nani yule kocha wa Simba nini yule, yule mchezaji wa Simba se kuliko wote watu hmm. Mkwala. tamaa. Mkwala. Watu tamaa. Hmm. Lakini akasema mimi naenda taratibu naijenga timu, unaona si unaona anavyoswichi walabu wanamtafuta yule na hatutoka naye yule. Ai, watu wanabembelezana kwanza. Mpira wa simba unakubembeleza, unataka usinzie, ulale badala ya kuangalia silaha. Sio kaku kile ka kinu. Ah, we wapi bwana wewe, si tunacheza mpira. Aii, we unawajua. Ah, wewe unataka kunichanganisha na Galatia. Oh Galatia, mimi ndugu zangu wale Galatia, ndugu zangu.